Na kutoka maeneo ya kati turejee jijini Nairobi, ambapo maafisa wa polisi walijitahidi juu chini kuzuia waandamanaji kufika katika ikulu ya Nairobi. Maafisa hawa wa usalama walitumia vizuizi vya nyaya za wembe, magari maalum, na maafisa wengine wa polisi kuzingira ikulu, majengo ya bunge na afisi za idara ya mahakama. Emmanuel to ana mengi kuhusu maandamano hayo yaliyolenga kufikia kilele ikulu. Ni makabiliano ya mchana kutwa katika barabara za kuelekea katika ikulu ya Nairobi. <mulia> Waandamanaji wakiwa upande mmoja na maafisa wa polisi upande wa juu ya barabara ya Kenyatta Avenue karibu na barabara ya State House Road. Wait, what is happening? Maafisa hao wakifyatua risasi angani na kutumia vitoa machozi kuwazuia waandamanaji kufika ikulu. Maandamano hayo yalikuwa chini ya kauli mbiu Occupy State House. <mulia> wachache waliokaribia kufika katika shule ya wasichana ya State House mkabala na ikulu wakifurushwa pia na vitoa wa machozi. Wakati huo wote, maafisa wa polisi walikuwa ange nje na ndani ya ikulu. Kizuizi hiki cha waya kikiwekwa katika barabara za Denis Prit, State House Road, Processional Way, Lenana na barabara zingine za kuingia katika ikulu. Magari haya maalum ya polisi maarufu APC yakiegeshwa kwenye barabara hizo kuwazuia waandamanaji. Bungeni, hali ilikuwa sawia Maafisa kadhaa wakishika doria kuzuia matukio kama ya mwaka uliopita ambapo waandamanaji walivunja na kuvamia majengo hayo. <coughs> mita chache kutoka bunge, taswira ilikuwa hiyo hiyo, lango kuu la majengo ya mahakama ya upeo yakizingirwa na polisi. Nje ya jiji, maafisa wa polisi waliendelea kuwa ange, wakiweka vizuizi katika barabara zote za kuingia jijini Nairobi usalama pia ukiimarishwa angani, na baada ya kukuruka karakati ya polisi na waandamanaji, makutano ya barabara ya State House Road na Kenyatta Avenue ndio ilikuwa mwisho wa makabiliano kati ya polisi na waandamanaji, polisi wakizima azma ya waandamanaji hao kufika katika ikulu ya Nairobi. Lakini waandamanaji hao sasa wanasema shughuli hiyo itaendelea siku nyingine. Emmanuel Toruninga ya Citizen Nairobi.